Hello guys karibuni tena katika YouTube channel yangu. Ni siku nyingine tena tumekutana tukiwa wazima wa afya, natumaini nanyi pia ni wazima wa afya. Tulikuwa bize kwa ajili ya mihangaiko ya hapa na pale na kazi, lakini sasa tuko Vere tena. Naenda kuwaelekeza leo, naenda kuwaelekeza jinsi ya kuondoa nuksi na mikosi kwa kutumia chumvi ya mawe. Jamani, chumvi ya mawe ina kazi nyingi sana, hata katika biashara, katika mahusiano. Chumvi ya mawe usiipuuze, ina kazi nyingi nyingi sana. Sasa kuna wale watu ambao wanalalamika, hawana mivuto, yaani unashangaa tu ghafla tu, mwanamke, mvuto wako umeisha, hakuna anayekushobokea wala anayekutizama huko njiani, yaani watu kama vile hawakuona sasa leo naenda kufundisha jinsi ya kutumia chumvi ya mawe kurudisha mvuto wako uwe kama zamani. Kwanza kabisa, unachotakiwa kufanya, hii chumvi ya mawe tunaenda kuogea. Unachotakiwa kufanya, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, unachotakiwa kufanya, unaenda bafuni na ndoo yako ya maji kuoga kama kawaida, then chumvi yako ukiwa umeibeba pembeni ile ndoo ya maji ukiisha oga na sabuni usimalize maji yote. Unaweza ukabakisha maji nusu au maji robo. Hapo ni ukiisha oga na sabuni, yale maji yako nusu au robo uliyobakisha utachukua kiasi cha chumvi yako ya mawe, mkono mmoja. Kama nilivyoweka hapa, ukichukua kiasi hiki cha chumvi ya mawe utamwagia kwenye yale maji yako yaliyobaki. Baada ya hapo, utaanza kuoga pasipo sabuni. Utaanza kujimwagia haya maji ya maji yenye chumvi ya mawe kwa kutamka maneno yako ambayo unataka uwe. Kama unataka uwe mvuto kwenye mahusiano yako, kama unataka uwe mvuto kwa mume wako, mume wako avutiwe na wewe, kama unataka uwe na mvuto kwa boyfriend wako avutiwe na wewe au mtu yoyote yule ambaye unataka uwe, unaweza ukazungumza maneno haya wakati huo unaoga. Baada ya hapo utafanya hii njia baada ya kumaliza hii njia. Utaifanya mara tatu, mpaka mara mbili, mara tatu kwa wiki. Ukiisha ifanya kwa wiki hii njia mara tatu, matokeo utaanza kuyaona kila wiki. Hakikisha unaogea chumvi ya mawe, usikose chumvi ya mawe ndani jamani. Hii chumvi ya mawe ni rahisi sana kupatikana kwenye maduka ya asili, masokoni, humo inauzwa kwa kupimwa. Ni chumvi nzuri sana, ambayo inasaidia sana, usikose ndani kwako. Inasaidia kutoa nuksi, inasaidia hata kupambana na wachawi ndani. Weka kwenye kona za kuta zako, tamka maneno. Hii chumvi ya mawe inasaidia sana sana sana jamani. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nawapenda sana jamani. Msiache kulike na kusubscribe video zangu, msiache kualika watu na watu waje kuangalia video zangu. Kuna watu wata kuna watu watapata tiba kupitia video zangu. Wewe kama haujapata tiba kupitia video moja, angalia video nyingine, usikate tamaa. Maisha ndivyo yanavyokuwa, sio kila njia lazima ikukubali wewe. Kuna nyingine itakukubali, kuna nyingine itakukataa. Hivyo ndio kila mtu ambaye anaenda hivyo. Nawapenda sana jamani, hii chumvi ambayo ni rahisi sana kupatikana, ukiogea kwa wiki mara tatu, matokeo utaanza kuyaona, na hakikisha kila wiki unaogea chumvi yako ya mawe kwa kutamka maneno asanteni. Sana na nawapenda. Bye.